Uh, tu, tulipoanza um, kama chama cha upinzani, mimi niliwatafuta wanawake tena wa chini tu. Kwa hiyo uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi sisi tuliposhiriki, nilifanya serikali za mitaa, niliwachukua kijana vijana kugombea kuwa wajumbe, mimi nikagombea uwenyekiti wa mtaa wetu pale Mchikichini. Wakati huo tulikuwa tuna kaa Buruarizi, alafu na wakinamama, wakinamama ntilie na mpiga chapati tukagombea. Nakumbuka ilikuwa kazi, ilibidi uchaguzi urudiwe, ndio wakamnunua huyo msimamizi wetu, na tulikuja kujua baadaye huyo wa DP wetu aliyekuwa anatusimamia wakamnunua, tulikuja kujua baadaye, na akakimbia chama. Kwa hiyo nina kitu cha kujivunia kuwa nilifanya kazi ya demokrasia na wanawake wakawa wameelewa pale mtaani Mchikichini. Demokrasia wanawake ni ngumu kiasi, kwa sababu ya mapokeo na mapokeo yanasababishwa na aina mbili. Kuna imani yani, imani ya kwa Mungu na utamaduni. Sasa hii mizizi hii mizizi ni migumu sana, ni migumu sana na ni ya kiroho. Kwa hiyo ni huwa na wakati tu, tulipokuwa tunafanya siasa wakati ule, nikawa nawaambia jamani, hili jambo la wanawake tuliweke kwenye maombi, kila mtu aombe kwa imani yake, kwa sababu ni kitu cha kiroho na wanaume siku hizi siumesikia wana, wanaanza kulalamika kwa sasa wanawake, mmewafanyia vikao, wanaonekana ndio watapanda, alafu wanaume watapoteza nafasi yao. Kwa hiyo hili jambo si rahisi, kwa hiyo tulikuwa tunaombea wanawake kuonekana wanawake wa wasijisikie kuwa nyuma, alafu na wanaume nilikuwa nawaomba wale waliokuwa kwenye DP hasa viongozi nasema kila mwanamme aje na mke wake hapa, sio kuwaacha nyumbani kusikia. Waje kusudi wajue unachokifanya, maana ukienda nyumbani unakaa tu yeye aelewe, lakini na yeye akijua na watoto wakijua, tunaweza demokrasia ikawa ime imeeleweka. kwa, kwa hiyo inakuwa vema, lakini sasa mwanamme anafanya siasa mka ajui ni kitu gani unachokifanya lakini akiwa anajua kwa mfano kama mimi, siniliwambia nilikuwa sijui, lakini baadaye nikaja kuelewa kumbe hiki kitu kina manufaa. Hata kama tukilala njaa, lakini afanye siasa, silalamiki, kwa sababu najua anachokitetea. Lakini sasa wewe unaingia kwenye siasa, mka ajui, watoto awajui eh? Inarudisha ina, ina nyuma kiasi fulani kwenye familia na demokrasia inaendelea kupungua, kwa sababu mwanamume ajali mwanamke. Wengine wanawake wakienda, wanaume hawaingii, kwa hiyo wana, unafanya nini huko? Na tumesikia ndoa zinavunjika, mwanamke amekwenda de, kwenye siasa. Ni lazima afanye mambo ya siasa, akutane na watu mbalimbali, mwanaume anasema ha, ni kitu gani hiki? Kwa hiyo ni lazima wote amke wote wanaume na wanawake tushikamane kusudi ule ule utamaduni tutakuwa tumeupunguza. Siku hizi makanisa yameanza kuzungumzia demokrasia ya wanawake na wameanza kuwapata wachungaji, wameanza kufanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo huu upande wa huku wa kiroho, upande wa huku umekuwa fadhali, lakini utamaduni huku ni kazi. Shetani ni mjinga, aliona kwa sababu haki ni ya Mungu. Huwezi kutenganisha siasa na Mungu na ndiyo maana tunakosea, kwa sababu mtu anayemcha Mungu atafanya kweli, atatoa haki kweli, atawahurumia watu anao watawala, atawahurumia watu anao waongozi. Lakini ukiwa hivi ni kuna roho mbili mtu asikudanganye kama hayuko kwa Mungu, yuko kwa Shetani. Sasa hawa waliokuwa wanakazana kuwa dini na siasa havichangamani hiki, na kweli imechukua muda, lakini sasa hivi umeona wameanza hata makanisani wanaongea. Twende sasa, wewe utakwenda kumwambia mtu ambaye akutungie sheria, atatunga sheria ipi kama amchi Mungu lakini akiwa na hofu kwa Mungu ni lazima atatunga sheria ya kuongoza. Maana haki ni ya Mungu, haki sio ya mwanadamu, haki ni ya Mungu. Kwa hiyo mimi nasema hivi, siasa na dini ni kitu hiki kimoja. Ni lazima watu, watu wanaoingia kwenye siasa wamuogope wa Mungu, Mungu, ndio watafanya vizuri.